Watu wanaweza kuwa karibu sana na wewe, si kwa sababu wanakupenda, bali kwa sababu wanataka kunufaika na wewe. Inawezekana ni fedha zako, inawezekana ni uwezo ulionao, inawezekana ni nafasi ulionayo mahali pa kazi, nafasi ulionayo katika jamii. Sasa siku ukipata matatizo, hutamwona mtu, unabaki wewe na familia yako. Ndiyo maana katika semina nyingi za ndoa, familia na uongozi inazoitwa hapa na pale kwenda kuchangia mawazo yangu, uzoefu wangu, mara nyingi huwa nasisitiza sana wanandoa wajali sana familia zao. Wewe baba jali sana familia yako. Wewe mama jali sana familia yako. Wewe mtoto jali sana wazazi wow wako. Huwa nasisitiza sana. Kwa nini? Kwa sababu siku ukipata matatizo familia yako ndiyo watakaobaki na wewe.